Uh, video yangu ya leo inaelekeza uh, kama unataka, unataka mtu akikupigia hata kama atakuwa anaongea na mtu mwingine, basi kule yake, simu yake simwambie simu unaopiga inatumika kwa sasa, jaribu tena baadaye. Badala yake akikupigia simu endelee kuita mpaka pale ambapo utamaliza kuongea na yule mtu mwingine upokee simu yake, au pia atakapopiga unaweza kaona inavyoita. No hapo hapo, la. Utapiga nyota leli arobaini na tatu leli. Utapiga kodi hii kwa ajili ya kuangalia kwa simu yako ipo katika call waiting au la. Kama inavyoonyesha hapa, nimetoa majibu, simu yangu haipo katika call waiting, imeandikwa inactive. Ah, kama nataka niweke katika call waiting, kwamba nikipigiwa simu na mtu hata kama nitakuwa nipo katika simu nyingine naongea na mtu mwingine watakaonipigia, simu zao nizione zikiita. Ah, nikitaka kupokea basi nitapokea na kukata simu ya yule mtu ambaye naongea naye kwa muda huo, au wenyewe pia walionipigia wasiambiwe simu unaopiga inatumika, bali iendelee kuita. Kwa kama nataka kufanya hivyo nitapiga nyota abana tatu neli. Kwa kufanya hivi nitakuwa nime activate call waiting. Kwa hiyo hata kama naongea na mtu mwingine nikipigiwa simu, alinipigia simu itaendelea kuita, hataambiwa kama simu yangu inatumika, na mimi pia simu yake nitaiona, nikitaka kupokea nitaipokea. Na pia kama nikitaka kujiondoa kwamba kinipigia sasa kama naongea na mtu mwingine aambiwe simu unaopiga inatumika, nitapiga leli mara tatu katika simu yangu kisha leli. Kwa kufanya hivi nitakuwa nime deactivate, hivyo nikipigiwa simu na mtu kama naongea na mtu ataambiwa simu unaopiga inatumika. Ndo mchungu wa leo. Asanteni sana, natumaini kama ulikuwa ufahamu itakusaidia.